Naomba tuchukue nafasi hii sasa kwa muda mchache, ili tuweze kuwakaribisha wengine. Naweza kushare YouTube, naomba ulike hapo, na kama ni mara yako ya kwanza, tafadhali tuandikie unatufuatilia kutokea wapi, na kama ni mara ya kwanza, tuandikie mimi ni mara ya kwanza, niko sehemu fulani lakini pia tusiache kushare, weka tu, watumie marafiki zako, posti kwenye magrupu yako, weka kwenye status yako, na utakachokiomba ili na mwingine aweze kukiomba hata kama hajaamka, lakini kiweze kuwafikia wengine wengi. Amen. Basi Google Meet, tunaweza kuwaamsha wengine, tafadhali tunaweza kuwaamsha wengine, tufanye hivyo, tuwaamshe wengine

Sauti ikianza kusikika, mkianza kunisikia tafadhali, naomba nielewe, naomba ishala, mkianza kunisikia, ili tufungue, tuanze ibada yetu. Tafadhali naomba mwamshe watu. Anaweza kumwamsha Esther, anaweza kuamsha kina Dainess. Tafadhali. Amsheni yao. Sauti kama imesikika huko, naomba kusikia. Asante, asante, asante kama mnatusikia, asante sana. Basi twende mbele za Mungu, tufungue ibada yetu. Twende tufungue ibada yetu, twende tukafungue ibada yetu. Watu wa YouTube, tafadhali like, iki hazitoshi Like, yes, tosh. Yeah, nilitangaza maombi ya kufunga na tuko kwenye kufunga. Sijajua wewe kama hujafunga. Tangaza maombi ya kufunga na jana tuliwatumia message tuliwaambia jioni, mtandao ulitugomea lakini ibada ya maombi tayari maombi yale tuliyoomba jana jioni yamerushwa. Tayari yako hewani. Hewane. Mungu liya hai, Baba yetu wa mbinguni, Mfalme, katika jina la Yesu tuna kuinulia sifa Mungu wetu, maana hatuna lolote ambalo tunaweza tukajisifia kwao kwamba ni sisi tumewajibika kuwepo kwetu. Tulilala kama wafu, kwa neema yako tumejikuta tumeamka. Sante Mungu wa milele, asante Baba yetu, asante Mfalme wa wafalme, Mungu mwenye nguvu Nika, ambaye niko uliyekuwepo, upo unayeishi, unayemiliki. Sante kwa kutupenda, sante kwa sababu unatuwazia mema. Mungu mwenye nguvu, wewe ni Baba, wewe ni Mungu, wewe ni mwaminifu. Peke yako unastahili sifa, heshima na mamlaka na nguvu. Na ukuu na uweza vyote ni vya kwako. Sante kwa ajili ya watu wako na watoto wako, ambao Baba umetupa neema ya kuamka na kuwepo kwenye ibada hii ya usiku wa manane. Ninakubariki Mungu mtakatifu, ninakushukuru kwa sababu umetuwazia mema na umetupa neema ya kuamka, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye haya, jina lako liimidiwe na kutukuzwa sana. Asante kwa fadhili zako, asante kwa huruma zako, asante kwa neema yako, asante kwa ajili ya kila mmoja mmoja, kwa jina lake ambaye amepata neema ya kuweza kuamka na kuwepo katikati ya maombi haya, jina lako. Lako litukuzwe Mungu wetu, asante Mungu, tulindae uliye mwema na mwaminifu sana unayetupenda upeo jina yeah, lako liinuliwe na kutukuzwa mno. Sante kwa ajili ya siku ya pili ya wiki ya, ya, yeah, ya kwanza anze, ya mwezi wa pili. Asante kwa ajili ya siku ya tatu ya mwezi wa pili ambao Bwana umetukirimia neema ya kuweza kuwepo sisi watoto wako, jina lako liinuliwe. Walikuwepo wengi tulianza nao mwaka awapo tena lakini kwa neema yako sisi umetubeba Lepa, na umetufadhili tumeweza kuwepo, jina lako liinuliwe sana. Ndipo Lepa, tunashuka na kunyenyekea mno, tunaomba toba na rehema mbele zako. Kristo, utuhurumie, utusamee, ututakase, utuoshe kwa damu yako ya thamani, na nyunyiza damu yako ya agano jipya kwenye nafsi zetu, miri na roho zetu ukatuktashe na kutuondolea kila aina ya uovu na uharibifu, ukatuktashe na kutuondolea chochote ambacho kuzimu amekiachilia ndani yetu. Baba tutakase, tumekosa niwa dhambi anoumesema, tukisema tuna dhambi tunajidanganya wenyewe wala kweli aimo mwetu, lakini imeandikwa karibia vitu vyote katika Torati, usafishwa kwa damu na pasipo kumoaga damu hakuna ondoleo. Namoaga damu yako yatamani, tutakase na kutuondolea dhambi, atia na uovu Baba, chochote kilicho kinyume na mapenzi yako katikati yetu, tunamwaga damu ya Yesu kikaondolewe, kwa kuwa imeandikwa ime. sikio lako si zito hata lisiweze kusikia, na mkono wako si mfupi hata usiweze kuokoa, bali maovu mm. yetu yametufakanisha sisi na uso wako. Ndipo Mungu nakuomba katika jina la Yesu, chochote unachokitazama kati yangu na kati ya watu wako, wako. hao wakike na wakiume katikati ya familia zetu, kazi zetu na biashara zetu, ambacho kinatutenga mbali na uso wako Baba, ya kwa njia ya damu yako ukakiondoe, kwa kwasababu asikukumwaga damu hakuna ondoleo, basi tuna mwaga damu ya Yesu kuondawa chochote ambacho kimesimama kama zuio na kama ukuta wa kututenga mbali nawe katika jina la Yesu Kristo Bwana. Baba tunakuomba uwe nasi tena usiku wa leo, tunakufungulia na malango ya mioyo yetu, tunatakasa ardhi zetu, mbingu zilizo juu ya vichwa vyetu kila mmoja mahali alipo, na kutakasia lango la YouTube na kutakasia lango la Google Meet. Baba nakusii katika jina la Yesu, mitandao hii kafanyike kuwa madhabahu tunakwenda kwenye ulimwengu wa roho, tunaangusha kila roho zilizoinuliwa farme mamlaka giza, mapepo, wa kuagiza mapepo mabaya kwenye ulimwengu wa roho. Chochote kilichopangwa ili kutuzuia na kutukwamisha, namwaga damu ya Yesu kwenye njia ya umeme, namwaga damu ya Yesu kwenye mitandao yote, na kataa roho za upinzani na vikwazo kwa wow, mamlaka ya jina la Yesu Kristo, Kristo na kizuizi, kizuizi chochote chote. ni na kiharibu kwa damu ya mwana kondoo. Baba, mitandao ikawe na utulivu, intaneti, tunanywiza damu ya Yesu, tuna kusi Kristo Bwana ukapate kudhihirika wewe mwenyewe. Tuondolee Mungu mtakatifu chochote ambacho kuzimu imekipanga ili kutuzuia usiku wa leo. Baba, tunakataa kwa jina la Yesu. Mungu mtakatifu, na kataa roho ya uzito, usingizi wa kipepo ulioshikiliwa kwenye mioyo ya watu, ulioachiliwa roho za mgandamizo kwenye nyumba zao.

Nakuamuru kwa mamlaka kwa jina la Yesu, toka, achia watu kwa jina la Yesu, achia anga, achia ardhi, achia kwenye ulimwengu wa roho, lango la YouTube liachiwe, lango la YouTube liachiwe, lango la Gomiti liachiwe, wote waliokusudiwa kuomba usiku wa leo, na adui aachilie uzito kwa sababu ya kile Mungu anataka waombe na wavuke kwa damu ya Yesu Kristo, mapepo majini, maroho yote aliyotumwa, toka, achia kwa jina la Yesu Kristo Malango yote yakawe wazi kwa damu ya mwanakondoo. Baba Mungu mtakatifu, tunapokwenda kuomba, omba pamoja na sisi Roho Mtakatifu tena siku ya leo. Na mtakatifu ubebae madhaifu tubebe na madhaifu yetu tena siku ya leo, kwa damu ya Yesu Kristo. anaza italia imani ime jambo lolote. Fufua ndani yetu shauku na kiu ya kuomba na kutafuta uso wako kwa jina la Yesu Kristo. Baba na kuomba Mungu mtakatifu, kila mmoja na kataro za uchovu na kataro yote iliyoachiliwa ili watu wasiweze kuomba. Baba tunakuomba msaada wako usiku wa leo wa kutusaidia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, malango yetu yote yakawe wazi, malango yote yakawe wazi. Ninaangusha na mawazo mabaya na sauti za kipepo zilizoachiliwa kwenye ulimwengu wa roho, maana imeandikwa, hakuna sauti isiyo na maana. Ninaharibu hizo.